Pili ni kupiga marufuku mifuko ya plastiki. Tumeshafanya uamuzi kama serikali sasa kupiga marufuku moja kwa moja utengenezaji, usambazaji na uingizaji nchini wa mifuko na matumizi ya mifuko ya plastiki hapa nchini. Naomba nirudie, tumeshafanya uamuzi kama serikali wa kupiga marufuku moja kwa moja utengenezaji, usambazaji na uingizaji nchini na matumizi ya mifuko ya plastiki hapa nchini kuanzia mwakani mwaka elfu mbili na kumi na saba. Wote mnajua kwamba mifuko ya plastiki imekuwa changamoto kubwa sana katika mazingira ya nchi yetu. Sehemu kubwa ya mifuko hii hutolewa bure na inasambaa na kuchafua mandhari na kuziba mifereji, uh, hivyo kusababisha mafuriko na athari nyingine kubwa kwa mazingira. Asilimia kubwa ya uchafu kwenye vyanzo vya maji, ukienda kwenye vyanzo vya maji, kwenye mito, kwenye maziwa, kwenye fukwe, sehemu kubwa ya ya uchafu unaotoka kule ni mifuko ya plastiki. Kwa ofisi yetu sisi wizarani hapa tunaendelea kukamilisha taratibu za majadiliano ndani ya serikali na baadaye kuwahusisha wadau wengine kuhusu dhamira ya kupiga marufuku moja kwa moja matumizi ya mifuko ya plastiki. Serikali itatoa muda kwa walioajiriwa, waliojiajiri na waliowekeza kwenye biashara ya mifuko ya plastiki nchini kujiandaa kuacha shughuli hiyo, na tutatengeneza mazingira ya kuwawezesha upatikanaji wa vifungio uh, vingine badala ya mifuko ya plastiki uh, Serikali imetuma wataalam uh, kwenda kwenye nchi nyingine zilizofanikiwa kupiga marufuku mifuko moja kwa moja ili kujifunza kuhusu namna walizotumia na kufanikiwa. Nadhani wiki ijayo wanaenda kutoka hapo kwenye ofisi yetu, lakini kutoka NEMC, na kutoka wizara ya viwanda na biashara. Na pia tuna dhamira ya kuweka zuio la kisheria, sio kutoa kauli tu ya mifuko imepigwa marufuku, lakini kuweka zuio la kisheria la kuzuia mifuko hiyo. Na hii pia inahusu mifuko ya plastiki inayotumika ku, kufunga pombe, kuweka pombe maarufu kwa jina la viroba, na yenyewe pia itapigwa marufuku vile vile. Kwa hiyo watengenezaji wa pombe ambao wanaweka kwenye viroba na wenyewe wajiandae vile vile kutafuta namna nyingine ya kufungasha uh, kinywaji chao. Kwa hiyo natoa wito kwa watengenezaji, wasambazaji na waagizaji wa mifuko ya plastiki waanze kujiandaa sasa kwa zuio hili linalokuja mwakani. Katika wiki zijazo, Serikali itatoa utaratibu na maelekezo ya kina zaidi kuhusu tarehe ya kuanza zuio hili na taratibu nyingine mahususi na za kina ili kuepusha mkanganyiko. Hata hivyo, watengenezaji wa mifuko ya plastiki hapa nchini ambao wanaitengeneza kwa, kui, kwa ajili ya kuiuza nje ya nchi wataruhusiwa kutengeneza na kuuza kwenye soko la nje ya Tanzania.